Niko na msanii tajiri Prophet Dickson bwana. Uh, nakutanaga nakuta naye sana na tunapigaga story nyingi sana, na leo tena nimembananisha katika kodi nyingine sana na kuna ile skendo ambayo alisema kwamba yeye amenunua mashine akiwa anasema ni dala ngapi zile. Tamani leo kanushe. Mambo vipi? Mimi niko kitoko papa yeah, yeah, papa. Mishe nasemaje? Naona umependeza. Yaani kupendeza ni kama kawaida yako sasa. Ah, sio tu ya kwanza na mimi kukutana. Unaiwa umesha umeshamaliza papa mm. Sio ndio kawaida yangu yani, kwangu ni kawaida tu kupendeza ya yani. Watu wanasema unawalisha sana matango puri. Njo manake ni ni matango puri njo ni mishe. Unawadanganya sana. Negatifu papa. Ile mashine ile, ile, ile unasema kwamba ulisema ulinua bei gani? Ile nilinunua na 2 milioni, niliongea 2 milioni 700, kutoka Dubai, kutoka Dubai. Hiyo mashine hiyo ndio ile kabisa, ukweli kabisa. Ndugu yangu, mimi siwezi kukudanganya wakati naposema kitu, hata wakana nikubali, ukienda mm kwangu, kila kitu kila kitu kipo. Hiyo mashine shamkabizi, mtu ambaye anafanya nayo kazi. Sasa mimi sitatembea tembea nayo, nianze kutembea tembea? Ndugu yangu, hiyo ni ya kazi, yuko kikazi. Nilienda kutangaza kwa Meja Puke, watu kama watahitaji kupata nyama, tunafuata na sambusa na sambusa tunafana pizza kupita yoyo mashini ndugu yangu, na nini na, na umeamua ume kuleta mambo ya kizungu Nyarugusu. Ndio ndugu yangu, inabidi tubalete Puke tubaoneshe kama mbo, tuli, tunatoka mafasi ya kuachana. Inabidi vitu ambavyo tuliacha tubilete na hapa hivi, ndugu yangu, ndio mwingine akasema kwamba uh, Profe Dickson hawezi kuishi bila matukio Nyarugusu. Mbona anapenda sana, ameleta matukio mara ameleta ameleta hili mara amezua hili imetoa bibi pia kwako. Bo, hiyo ni kawaida sababu niko nyota yangu iko nang'aa sana ndugu yangu. Siogope watu kuniongelea, sawa wataniongelea sana mimi Prof Felixone. Na nashukuru sana bo, kuniongelea sababu unajua kunikomalisha na kuniletea mimi niendelee kujulikana dunia nzima. Ya. Mimi niko nafai kitu kyangu na uhakika yote ndugu yangu. Siombaki kitu kya mtu ni kya kwangu binafsi. Ya. Ndio kuna mtu ambaye nilikana naye akasema kwamba wewe na dogo zuu mmeendana sana, kutokana na miili yenu. Wewe ni mwembamba, dogozuu ni mwembamba, na mkikutana kwenye combination moja, mtatisha sana. Mbo, haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Haiwezekani kwanza ule dogozuu ni mwanafunzi wangu. Mwanafunzi eh wako shuleni? Ndio, namfundisha miaka miwili. Fimbo kama zote hapa, fimbo kama zote, ndugu yangu, fimbo kama zote. Lakini kipindi hicho alikuwa sio dogozuu, sasa hivi ni dogozuu na, na, na, na, na, ana brand ni na star kama wewe, sijakataa mimi nasema ni dogo. Si unasema sasa wakati alikuwa nasoma. Sasa anabadilika nini? Si njoo hiyo hiyo. Sasa hivi ni mweupe, mzuri mzuri, star amebadilika usta. Papa, hivi Prof Dickson wakati si mm. alikuwa bado mtoto. Si hiyo jina langu ndio tu Prof Dickson. Na kwa maana gisi tazeka tabaki tu Prof Dickson. Shuleni anasema alikuwa safi. Alikuwa anaitwa safi. Papa, mimi namfundisha miaka miwili. Mm. Namfundisha pale miaka miwili, namfundisha mtu, namleta kifaransa na mkate, namleta tena kifaransa. Mimi Prof Dickson. Na ndio maana nakwambia hiyo haiwezekani. Kwanza mimi ni mtu ambaye naheshimika, mimi ni mtu ambaye sipendaki kutia mambo ya relation yangu ama mahusiano yangu kwa nani en public. Inakuwa kama tu nani en prive, yone inbox, donc unanielewa vizuri. Mimi kutoka na dogo zui kutosa mtu ni sawa vile mzazi anatoka na mtoto yake ama ha, kutoka yani, nilikuwa na maanisha kufanya kazi na yeye yani kufanya collaboration yani kazi ya pamoja. A baba context yako, usini usikwepe mada papa wewe ukusema mwiyo angle papa. <laughs> Unajua, wakati Mungu anapitisha mtu interview inabidi unaangalia mtu ni wa mtu na gani? Papa wako huko unanikwepa sasa. Wewe mjanja wewe, sawa kwa twende hapo hapo. uwezi kuwa naye kimahusiano hicho siwezi kuwa na lakini kikolaboration, mimi naweza kumsaidia, siwezi kufanya. Yule ni mtoto wangu, mimi ni mwalimu wake, sababu nilimchapa fimbo yeah. siwezi kuimba naye pamoja, haiwezekani hata siku moja. Mimi alakaoii ujafikiria hiyo collab sasa? Ni kweli tutafanya au tuachane nayo kabisa. Ufikiri kwa sasa hivi, ah, hiyo kolabo hmm, inaweza kutokea? Mimi kama vile mwalimu ni muoriente ni muoneshe njia. Umenelewa vizuri mu hiyo angle. Yeah. Kama mimi ni mwalimu, mwanafunzi wangu njoo hapa hivi. Ingia hapa hivi, naweza kufanya naye kwa kumuoriente. Sawa. Lakini na kukitokea hela nyingi sana. Hela nyingi ambayo itapindua hela zangu mimi. Tafaa la nayo kolabo, lakini kama kuna hela yote ule atabaki kwa tuma wanafunzi, yaani ndio kuzua kulipe hela ile kwa nayo kolabo. Yani kama bei gani ule ana na hela kunilipa tu silandane bongo papa, mimi nasema hana hela kufanya mimi kazi, hana hela ma, ba, manager bake baji ko centre na hela mingi ya kunikonvince mimi Prof Dickson, sababu ni mwanafunzi wangu, kwa sababu atajishusha heshima mbele ya mwanafunzi, baba na mtoto sasa kwa kujishusha sasa heshima yangu ambayo natapeta sasa kujishusha, inabidi nishushe heshima yangu na hela hela nyingi nyingi. Umenielewa vizuri? nakupata nishushe heshima kwa hela nyingi mimi kufanya collaboration eh, ah, hatari sana sasa. Tukiwa tunamalizia malizia, tuambie watu neno lolote la kumalizia sasa hivi, una kipi kingine ambacho unaandaa? Naona kibegi begi fulani hivi cha unyamwezi chanyam, merci beaucoup papa. Unajua tu wenzangu wale wasanii na wale wa modo wale tunawaita wa classic eh, master asi class, hmm. Eh, wale wakuje hizi mizavy unaona gisi livyo ni nzuri sana hizi beg niko naziuzisha mi. Prof Dickson hizi ah, unauza wewe okay? naziuza yani, leo hapa niko natilia promotion sasa, unaona yosema. so, wenzangu wasanii na wenzangu ambao wa sanina, ambayo wa mabrandi bamapendaka kuvalavala vya mzuri, hmm. Baje baangalie mabegi niko nauza mu arobaini na tano lakini na mtu anafanya nini anaongea Unaniona vizuri. Baje banitafute ni wauzie kitu so, ya papa, piga, papa. Suti, madolari, iPhone 15 na tano na muna funguo ya Ferrari. Amu, tuone kwanza hiyo iPhone 15 hapa. Tuione kama ipo kweli ama vipi? Hacha, tunataka tuonyeshe iPhone 15 unjoko Felixone papa, sio mtu kukulanda bongo sapo Felixone hivi. Jamani, tuone iPhone 15 hapa. tunaenda kumaliza maliza hii yeah, hapa hivi, umeiona nadhani umeiona, sio hii hapa hivi, iPhone yepo iPhone 15. ya yeah. sifungula ferari basi, nimekubali. nimekubali. Yeah, nimekubali. sitembea kibure babangu Nadhani leo yananiulizia kuhusu bodyguard wangu, wapo wapo, wanachunga wana Ferrari yangu unaelewa? Yeah. Naelewa, basi nivunjie watoto vio vibaya, ndio maana nawaacha kule, si tembea yake bila ulinzi papa, hata tumalize, cha mwisho cha kuambia kwa kuambia tu watu nawambia kwamba waendelee kusapoti sana midia no, sababu midia kama sisi wasanii inatuletea kitu kama vile chakula okay. Midia ni chakula kwetu, tunatuletea uhai okay. Sababu bila midia tuwezi kuendelea, papa sitakulanda bongo kama wasanii inabidi tutegemee na, na, wanje mnatuvumisha mbele ya watu yeah. mnje mnawatangazia vitu ambavyo wasanii wanavyomiliki. miliki yeah. mnje mnatangazia yeah. sifa ya wasanii na waomba tu waendelee kujiabone na waendelee kufuatilia sana mahabari kutoka kwa wasanii yeah. na habari zozote za hapa kwetu ambao tunapoishi nchi ambayo tunaishi. Bwana nilikuwa na msanii tajiri Professor Dickson, Prof Dickson na Hivyo yani, lakini kwambe kama ujasubscribe kutia channel hii, make sure na subscribe, ili kwambe taarifa zetu zisikupite e, zikufikie kila muda, iwe usiku ama mchana, kiganjani mwako, au sio? Bye bye.